Yesu atukuzwe, watu wa Mungu. Yesu atukuzwe sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana hata kutufikisha siku ya leo, tumekutana tena pia. Namshukuru Mungu kwa baba wangu wa kiroho, kunipa baba wangu wa kiroho. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake, nimekuja mbele yenu hapa. Ninamshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyotenda kwa binti yangu. Binti yangu alikuwa anaumwa, alikuwa amevimba ziwa la mkono wa kulia. Nilikuja hapa madhabauni, kabla ya kuja madhabauni, tulienda hospitali. Tumeenda hospitali zaidi ya mara tatu, zaidi ya mara nne, bila mafanikio. Kila akitumia dawa, tunaambiwa hamna chochote kinachoendelea. Nikaja kuonana na baba hapa mara ya kwanza, baba akatupa maelekezo, akamwombea. Alikuwa na maumivu makali sana, alivyomwombea baba siku hiyo maumivu kwa kweli, namshukuru Mungu alipokea uponyaji wa siku hiyo hiyo, maumivu yalikata. Baada ya maumivu kukata, lakini zua lilikuwa limejaa sana na maumivu mgongoni akawa yamerudi. Baada ya, ya kufika nyumbani, tukarudi tena. Siku ilikuwa Jumanne. Tukamwambia baba, baba akatupa maelekezo, akamwombea binti yangu, alipata nafuu pale pale. Mpe Yesu. Lakini kabla ya hapo baada ya kurudi ile mara pili ofisini kwa baba, baba alisema, binti yako amerushiwa kansa ya kichawi. Nafikiri kama kibinadamu, yani nilijikuta sielewi, lakini nilikuwa na imani. Nilimwambia Mungu wa mali hapa, kama mimi aliweza kunitoa kwenye umauti, basi Mungu hata kwa binti yangu atatenda. Kama binadamu ukiambiwa, kansa, kansa inaua watu sana lakini nilimshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa najua nipo mahali sahihi. Nilimtukuza Mungu. Babangu wa kiroho alitubeba wa ninamtukuza Mungu sana. Watu wa Mungu, nina kila sababu nimekuja mbele yenu. Yeyote aliye mgeni mahali hapa ajue ipo mahali sahihi. Haijalishi unapitia vita aina gani, haijalishi una magonjwa ya aina gani umefika mahali sahihi. Yeyote anayenisikia nimesimama mahali hapa, ninamtukuza Mungu wa babangu, kuhani Eliah Abel Haule, hajawahi kuniacha na mtoto wangu, alikuwa akiniombea, alikuwa akimuombea binti yangu. Nilikuwa namlilia Mungu, namwambia nikiona kitu chochote, namwambia baba, simuelewi binti yangu, lakini namshukuru Mungu. Yeyote aliyefika mahali hapa asimwache Mungu wa kuhani Eliah Abel Haule, ajua yupo mahali sahihi. Akasema jambo moja, baba akisema omba, watu wa Mungu, tuwe na utii. Omba omba, hakika utamwona Mungu. Haijalishi umekuja na nini, haijalishi una magonjwa aina gani, hakika Mungu yupo mahali hapa. Baba akisema chukua vifaa vya kiroho, chukua, watu wa Mungu. Mimi nimemwona Mungu kwa ukuu sana, ninamtukuza Mungu wa mahali hapa. Hajawahi kuniacha Mungu. Yesu awabariki sana. Yesu atukuzwe. Kama mama ambavyo amesema, namshukuru Mungu ameniponya <coughs> na pia namshukuru baba yangu wa kiroho kwa maombi yake. Naendelea vizuri, nimepona na naendelea kumtukuza Mungu